Part 2 tunaendelea pale tulipoishia. Imani iletayo ushindi, tumezungumzia imani na tunakuja kuangalia ushindi hapa sasa. Ndo utanielewa vizuri, maake nitahitimisha vizuri jambo la pili la kuangalia ni ushindi. Ushindi ni nini? Ushindi ni matokeo mazuri yaliyotanguliwa na juhudi imara katika jambo fulani. Ushindi ni matokeo mazuri yaliyotanguliwa na juhudi imara katika jambo fulani. Shida kwa watu wengi e, katika kupata ushindi haipo kwenye juhudi, ipo kwenye juhudi imara, ipo kwenye juhudi endelezi, ipo kwenye juhudi mwendelezo. Hapo ndipo tunakutana na shida leo. Utakuta mtu anakwambia jamani, e, mimi huwa naomba Mbona asipati matokeo? Biblia imeweka wazi e, kesheni mkiomba, kwa sababu hamjui siku. Tuombe mara kwa mara, tuombe mara kwa mara. Sasa, we, kwa wiki unaomba mara moja, afu nasema mbona huaspati matokeo? na wewe una juhudi sawa, tukatai lakini sio juhudi ni mara, sio juhudi mwendelezo. Kwa hiyo kupata matokeo kwa wewe litakuwa ni jambo ambalo litachukua muda mrefu na wenda matokeo yakaja ukao mesha ondoka. Kwa hiyo <laughs> juhudi imara, juhudi mwendelezo. Imani iletayo ushindi. Imani ina nguvu kuliko kitu chochote, kwanza hapo tujue hilo. Imani ina nguvu kuliko kitu chochote. Ndio maana neno la Mungu linatuambia kwamba angalau tungekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali tungeweza kuambia mkuyu ng'oka, ukapandwe barini, nao ungetutii. Unaona nguvu ya imani. Simaanishi kwamba uende ukazani kwenye mkuyu uanze kusema toka, ng'oka, ah ah, simaanishi hivyo. Sasa ukinielewa hivyo, na wewe utakuwa na matatizo kidogo, usifanye hivyo. Maana yake hapa, maana ya huu mfano au maana ya ili andiko ni kwamba kuna mambo mengine ambayo tunaona hayawezekani, lakini katika kuamini, katika kumwamini Mungu yanawezekana. Hakuna jambo linaloshindikana. Ndiyo maana nimesema imani ina nguvu. Nakumbuka mtoto mmoja sasa, u, u, watoto walikuwa ni kama watano. Sasa wakawa wanakunywa maji, wapo kwenye e, dimbwi la maji, wanacheza sasa, wakawa wanakunywa maji kwa Tumia mdomo. Sasa mtoto mmoja wakati ameweka mdomo kwenye uso wa maji usawa wa maji kwa sababu alikuwa ameinama, akaona nyoka kwenye maji. Alipoona nyoka kwenye maji, baadaye yule nyoka akapotea ghafla. Sasa yule mtoto kwenye akili yake moja kwa moja akasema, sasa kama huyu nyoka simuoni, maana yake nimemeza. Mtoto akatoka hapo na hofu, akakimbia nyumbani, akamwambia mama Mama we, nimemeza nyoka. Nimemeza nyoka. Nilikuwa nakunywa maji lakini kuna nyoka nilimwona kwenye maji, baada ya kidogo. Sikumuona. Kwa hiyo nimemeza. Mama akashtuka. Mtoto akahisiwa kwamba labda hajatulia, labda ni utani. E, baadaye wakamwacha, lakini wakao na mtoto anaendelea kudhoofika. Ndipo mama anachukua tu akampeleka mtoto hospitali. Baada ya kumpeleka mtoto hospitali, hospitali, daktari akasema E, wewe ambaye unasema umemeza nyoka tingisha kichwa. Mtoto akafanya hivyo akatingisha kichwa hmm. Akamwambia mm -hmm, wewe unayesema umemeza nyoka, haya fanya hivi kichwa. Mtoto akafanya hivyo hmm. Daktari akasema watu waliomeza nyoka huwa hawafanyagi hivyo, kwa hiyo wewe hujameza nyoka, rudi nyumbani hmm. Wakati wanarudi nyumbani hmm, mtoto akasema, lakini mama, huyu mm -mm, daktari hajui kuchunguza, hajui mimi nimemeza nyoka. Wakarudi nyumbani, siku ya kwanza ikapita, mtoto anazidi kudhoofika, homa eh, ameanza kukonda, kwa sababu ameacha hadi kula. Siku ya kwanza imepita, siku ya pili eh, mama akasema, jamani ya nini mtoto huyu afia hapa nyumbani kwangu? Hebu nirudi hospitali. Baada ya kurudi hospitali, mtoto akaenda, anamwambia mama, tusirudi kwa yule daktari wa kwanza. Ukaenda daktari mwingine. Daktari yule alikuwa ni mtaalamu wa saikolojia, wengine wote ni wataalamu wa saikolojia, lakini huyu alitambua hili mapema. Baada ya kusikiliza yale maelezo, daktari akasikiliza vizuri, baadaye akatoa jibu, akasema mm, kwa inavyoonekana ni kweli mtoto huyu amemeza nyoka. Mtoto akamwambia mama, si unaona nimekuambia sikwambia? Yule daktari ajui, yule wa kwanza ajui. Kwa hiyo daktari akamtia moyo mtoto, mtoto akasema mimi nimemeza nyoka kweli, kwa hiyo mm, nimemeza nyoka. <laughs> daktari akasema, sawa, unaonekana umemeza nyoka, lakini huyo nyoka ana njaa. Tunatakiwa tukupe chakula kwa sababu una muda mrefu aujara upate chakula ili huyo nyoka asija akaisinja akara utumbo akara maini so akara nini. Kwa hiyo kule chakula, kamletea samaki na ugali, mtoto akapiga kweli afa, akashiba. Baadaye mchungaji, e, e, mchungaji daktari akasema nita nitaleta dawa ukitumia ili ikusaidie kutapika, uje mtapika huyo nyoka. Na kama ilivyo kawaida hakuna, a, ni sio rahisi kukuta mtu anatapika amefumbua macho au amekodoa kila unapotapika kwa ni, lazima macho yanafumba. Sasa yule mtoto amepewa dawa, kaanza kutapika mm, na daktari alikuwa ameshaandaa tayari sanamu la nyoka bandia e, sasa alipotegeshea yule mtoto, anatapika. Aa, anafumba macho, akaliingiza pale kwenye ule uchafu. Mtoto baadaye akamwambia, angalia eh, akasema si ni huyo nilisema nimemeza nyoka. Nini nataka kusema, mtoto yeye aliamini amemeza nyoka Imani ina nguvu kubwa, lakini amini sehemu nzuri, usije ukaamini sehemu mbaya ambayo itakufanya uwe mgumu, na ugumu huo ukajikuta unakuletea matatizo mwisho wa siku. Sasa neno tumesikia kwamba inasema kwamba angalau mkiwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeweza ku haradali mngeuambia mkuyu ung'oka ukapandwe sehemu nyingine, mngeweza kufanya hivyo. Lakini katika maisha yetu ya kila siku, kwanini wengi wetu mikuyu tunaiambia aitutii? Kwa nini tunaiambia mikuyu aitutii? Tunarudi pale pale, hatuna imani. Kwa nini tunaomba lakini hatupati majibu? Hatuna imani. Mimi hapa tena, ndipo huwa nawahurumia hata watumishi ambao wanaombea wagonjwa, na mimi nawaombea, lakini na watumishi wenzangu nawaombea Ukimwombea mtu ambaye hana imani haamini kwamba anaenda kupona ni sawa na kufanya kazi, sababu utamwombea hivi, baadaye nimepona? Mbona kama, hebu mm, niende. Kwa hiyo huyo mtu maisha yake yatakuwa ni ya kutangatanga na kupona kwake kunaweza kukawa kwa muda mrefu. Ukifanya chochote kwa mashaka utavuna mashaka. Ukifanya chochote kwa imani Utavuna ushindi. Hii ndiyo imani iletayo ushindi. Ukiamini lazima utapata ushindi katika maisha yako. Ukiamini katika kufanya jambo fulani e, kwamba Mungu amesema tufanye kazi na nafanya kazi kweli, maandiko amesema, japokuwa kuna wengine huo wanakaririshwa huko mafundisho potoshi, kwamba utapokea gari utapokea nini bila kufanya kazi. Yupo maki huyu sasa, sijui anaelekea wapi. Mtu ambaye amesoma Biblia, neno la Mungu limesema Mungu atabariki kazi ya mikono yako, na yeye anapambana kuweka kitu ambacho Mungu akitaka kuachilia baraka kikute, anakiweka atabarikiwa kweli. Imani iletayo ushindi, nakumbuka mfano wa Noa, anaambiwa atengeneze safina. Hivi unafikiri ile safina kwa ukubwa wote na muda, na tena angalia kipindi Noa anapewa anapewa habari ya kutengeneza safina, ilipita miaka mingi Eh, kabla ya garika kutokea. Lakini angekuwa mimi na wewe hapo, pita mwaka wa kwanza wa pili, ah, si mambo gani haya? hakuna. Lakini aliamini hata kama hakuona ishara yoyote ya kutokea kwa garika, akaamini, akatengeneza, lakini mwisho wa siku garika ilipotokea, akakuta tayari ameshajitengenezea kifaa cha kumsevu yeye na familia yake na kila kitu. Lakini pia tuangalie hata imani ya Shadrack ki, Meshach na Hey, waliamini katika Mungu. Ndio maana jana, kuna posti moja nilitoa nikasema, utii kwa Mungu una nguvu kuliko adhabu. Walitii Mungu, hawakuabudu sanamu, hawakuogopa adhabu, na mwisho wa siku wamesha huko motoni, warashanga tumeweka watatu, lakini huyu wanne ametoka wapi? Ni malaika wa Mungu amekuja kuwasaidia. Hiyo ndio imani iletayo ushindi, na wewe